Leo tunamzungumzia mtu ambaye jina lake limekuwa nembo ya ujasiri, uadilifu na mapambano ya haki nchini Tanzania. Naye nice si mwingine bali ni Tundu Antifas Mungwai Lissu. Ni mwanasheria, mwanasiasa na mwanaharakati ambaye amesimama imara kwa hoja, si kwa hofu. Lakini je, una ufahamu uwezo wake halisi kielimu, kisheria na kisiasa? Karibu tuichambue safari hii ya kipekee ya mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mtu wa vitabu na uelewa wa kina. Alipata shahada ya kwanza ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, moja ya taasisi kongwe na zenye heshima barani Afrika. Baada ya hapo, aliondoka kwenda chuo kikuu cha Warwick nchini Uingereza, ambako alipata shahada ya uzamili katika sheria za mazingira, haki za binadamu na utawala bora. Lissu amehudhuria pia kozi kadhaa za kimataifa kuhusu demokrasia na haki za kiraia. Wengi wanasema anapoongea ni kama profesa wa sheria, alijikita kwenye hoja, si maneno. Mbali na kusoma, Lissu amewahi kufundisha sheria katika chuo kikuu cha Tumaini mkoani Iringa, akiwapa vijana misingi ya haki na utawala bora. Elimu yake imempa uwezo wa kuchambua masuala magumu ya taifa kwa ufasaha na mantiki ya kitaaluma. Kitaaluma, Tundu Lissu ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania. Ana uzoefu wa zaidi ya miongo miwili katika kesi kubwa zinazohusu haki za binadamu, mazingira na katiba. Kabla ya kuingia rasmi kwenye siasa, alifanya kazi kama mwanasheria wa LEAT, Lawyer Environmental Action Team, shirika lililojikita kulinda mazingira na rasilimali za taifa. Kupitia LEAT Lissu aliwahi kuongoza kesi kadhaa dhidi ya serikali kuhusu uharibifu wa mazingira na uvunjaji wa haki za wananchi. Aidha, amekuwa mtafiti na mwanasheria mshauri katika Legal and Human Rights Center LHRC akitetea haki za binadamu bila uoga. Anatambulika kwa uwezo wa kutafsiri katiba, kueleza sheria kwa lugha rahisi na kutoa hoja zenye nguvu hadi katika majukwaa ya kimataifa. Kwa maneno ya wengi, Lissu ni sauti ya sheria yenye ujasiri. Katika siasa, Tundu Lissu ni jina lisiloweza kupuuzwa. Ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo wa muda mrefu sana. Mwaka 2010 alichaguliwa kuwa mbunge wa Singida Mashariki, na ndani ya bunge alijipambanua kwa hoja nzito, uelewa na ujasiri wa hali ya juu. Lissu hakuwa mbunge wa kukaa kimya, alikuwa msemaji wa ukweli, hata pale ukweli huo ulikuwa mchungu. Mwaka 2017 akiwa kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni alishambuliwa kwa risasi zaidi ya thelathini mjini Dodoma, tukio lililotikisa taifa. Lakini hata baada ya majeraha makubwa, Lissu hakukata tamaa. Baada ya matibabu nchini Kenya na kisha Ubelgiji, alirudi tena Tanzania akiwa na kauli moja tu, mimi siwezi kukimbia nchi yangu kwa uoga. Sauti yake imevuka mipaka ya Tanzania ikisikika katika majukwaa ya kimataifa kama mfano wa uthubutu na uongozi wa kidemokrasia barani Afrika. Kwa elimu yake amejenga msingi wa hoja, kwa taaluma yake ya sheria amejenga uhalali wa hoja na kwa siasa amejenga ujasiri wa kusimama na kusema ukweli. Tundu Lissu si mwanasiasa, ni taasisi ya fikra, ni darasa la uelewa na ni alama ya mapambano ya haki. Kwa hiyo unapomsikia Tundu Lissu akiongea, kumbuka ni mtu anayetumia akili, sheria na ujasiri kwa pamoja, ili Tanzania ipate haki, uhuru na heshima ya wananchi wake. Huyu ni Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye leo ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na yupo gerezani kutokana na kesi ambazo zimemwandama na hatimaye amefanikiwa kushinda, hivyo anasubiri tu muda wa yeye kutolewa gerezani na arudi uraiani kuendelea kuwapambania wananchi wake. Ebana, hii ni Bongo Post, naomba usisahau kusubscribe.